Nitathmini tangu nije mpaka sasa, kama siku zangu zimeisha, kesho naondoka, ninaendaje? Ndio kujikagua. Kuna mambo mengi mimi nimewajibishiwa, lazima yatakwenda kukaguliwa ninapokwenda nishayatekeleza na kama nimeyatekeleza, je, nimeyafanya vizuri kiasi ambacho yatakubaliwa au nimeharibu kwa kiwango ambacho yatakataliwa. Ndio maana walitangzu wal nafsi, angalie uangaliaji wa, wa kufanya tathmini ya kitaaluma tangu nizaliwe mpaka leo na miaka kadhaa, na sijui baada ya leo nitaendelea kukaa kwa muda gani? Sasa huo muda niliyoutumia, nimeutumia kwa faida au kwa hasara Nikiondoka haya niliyoyafanya, yatanivusha au yatanitosa? Ya waltanzur nafsu, kila mtu ajikague. Ma qaddamat li ghadi, ni kipi alichokitanguliza kwa ajili ya ahira yake. Wattaqullah, akakariri tena kuonyesha msisitizo, na mcheni Allah yenye waumini. Inna Allah khabirun bima taamalu, hakika Allah anajua yote. Sasa agizo ni kwamba tuwe tunajikagua. Ukishinda kutwa, uko salama, ushafanya mengi. Usiku kabla ya kulala, hebu kaa kidogo, ufikiri: siku yangu ya leo nimeitumiaje? Kama unasoma soma Qur'ani, ukakuta visa, habari, maisha ya watu wema, amali walizofanya, hebu jilinganishe nao, hivyo mimi nikifufuliwa na watu kama hao nafasi yangu mimi na watu hawa iko wapi? Angalau nawakuumbia, ndio kujikagua. Ukiona kuna mapungufu, basi kuna mambo ya kufanya, ni toba na istighfar ili Allah afidie hayo ambayo umeharibu kwenye muda wote uliopita, na uwe makini. Na baada ya kufanya hiyo tathmini na matumizi ya muda uliobakia, kabla hujafa, utautumiaje? Kwa faida ili na wewe uondoke vizuri, angalau ukiondoka uwache sifa, utajwe kama wanavyotajwa ambao wewe unasoma taarifa zao wakati wameshaondoka duniani. Innallaha khabirun bima taamalun. Kwa hiyo ukikaa katika kikao kujifikiria, tangu nije duniani mpaka leo nimefanya la maana lipi na halafu, kama muda wangu umeisha ninaondokaje? Kama Mungu ataniongezea muda bado nikaishi, nifanyeje?